Wananchi wa mkoa wa Tanga wanaahidi ifikapo tarehe ishirini na tisa wanatiki, ila ushauri wangu awashauri wale waajiri wawalipe walimu wawari wastaafu ambao bado hawajalipwa. Wale ndio tunawategemea katika uti wa mgongo katika taifa, wakifika wanazungushwa zungushwa kwamba ni kesho. Kwa hiyo awaeleze, awalipe. Lingine, wakina mama wanalala maporini kwa ku kwa kukopa mikopo ya damu ani kausha damu, kuna shauri mameneja wa mabenki wawatembelee wale wana kikundi wawakopeshe kwa liba nafuu, nchi iwe amani, wananchi wakae kwa amani. Tanzania haina shida ya ardhi, ila watu wengi wanazuhula hawafanyi kazi. Kwa hiyo baada ya kuapishwa, aweke mkakati. Hivi mnajua kwamba sisi wakina mama ndio tunaotoa kura? Baba anatoa kura, lakini mguu mmoja nje, mguu mmoja ndani sasa sisi wakina mama kipindi hiki tuna mwali, sisi ndio wakina mama kipindi hiki tuna mwali. Mwali yuko kwa wakina mama, na sisi ndio wa kwanza kwenye kutoa kura. Kwa nini tusimpe Samia, na kwa nini tusiwabembeleze wakina baba? Mwanzoni yuko huko nyuma kote, tangia uhuru, wakina mama tulikuwa tunabembelezwa na kina baba tuende tukatoe kura kwa kina baba. Leo mwali yuko ndani, kwa nini tusimtoe kimasomaso? Mama tumejipanga, unajua kujipanga tumejipanga yaani, mimi nitatoka na familia yangu baba na watoto wangu, wale wenye uwezo wa kwenda kupiga kura. Baba nahakikisha yuko hapa ubavuni na baba nihakikisha anampigia Samia. Umenielewa? anampigia Samia na nitakuwa baba yuko mbele, mimi niko hapa nyuma na nataka nichungulie amempigia samia kweli. Uh, mimi kwa kuwakemea kiukweli wanajaribu kutikisa kibiriti lakini hawataweza hawataweza unajua wako makundi haya Ma, matatu kuna kundi moja uchu wa madaraka kuna kundi jingine kutaka tu kuharibu na kuna kundi jingine ni vurugu tu za kuharibu amani na this is very bad ni mbaya sana Unasikia? Ha? Hata hawataweza wengine wanatumwa na wapinzani. Unasikia? Ili walete vurugu tuharibikiwe amani ipotee lakini hawataweza. Kiukweli amani yetu ikiharibika basi tutakuwa kwenye matatizo makubwa sana.